Alafu akatoa mfano ili kuona je hawa watu wameelewa mm. Yesu akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo. Mm. Kumbuka Yesu ni Mungu na Yesu ni neno sema, kasha achia. Kwa hiyo ameshasema, kashaachia neno lake kuwa tuvuke mpaka ng'ambo, so tuvuke mpaka katikati, tuzame? Mm. Ila tuvuke mpaka ng'ambo. Sasa walipokuwa wanavuka, Bibilia inasema bahari ikachafuka. Mm. bahari ilivyochafuka Hili ndo tatizo la Wakristo wengi, mtumishi wa Bwana. Japokuwa hmm, Mungu ameshasema tuvuke mpaka ng'ambo, badala waiongeleshe bahari kuwa bahari, sikia neno la Mungu. Mungu amesema tunavuka mpaka ng'ambo. Mawimbi tulia, upepo tulia. Hmm. Badala Wakristo wasimame waseme hivyo, badala wanafunzi wasimame waseme hivyo, awa wanafunzi wakamkimbilia tena Yesu kuwa Yesu amka, mm-hmm. Yesu amka, anza nawe kupiga makasia. Ili ni kosa ambao wakristo wengi wanalifanya, wakiwa na changamoto yoyote wanamfata tena Mungu, wanamwambia Mungu, tunaomba utusaidie. Mungu ameshafanya, na Mungu amefanya kwa kutoa neno lake.